Hello my good people, Kadala timu mambo vipi, mko poa. Karibuni sana kwenye channel yetu. I appreciate you for visiting my channel ku comment, ku like, kuuliza maswali, na maswali yenu ndio huwa yananifanya nije hapa kuzungumza na nyinyi Ninasikia, ninasikia, ninasikia dalili za mafua, pua zinawasha. Aa, sasa hapa nataka niongee tu kitu kimoja. Nilileta mchanganuo wa mtaji ukiwa na shilingi ngapi unaweza ukaingiza vifaranga mia. Nilizungumzia mtaji wa vifaranga tu. Ninaona kuna sintofahamu kutokana na komenti zenu na maswali mm, lakini lengo langu lilikuwa ni kuhusiana na mtaji tu ili uweze kuingiza vifaranga broila, na uweze ukawafuga vizuri mpaka ukawatoa, unatakiwa uwe na shilingi ngapi? Ni kipande hicho tu ndio nilikuwa nimekizungumzia una vifaranga wako mia moja, una chakula chako mifuko minne au mitano, una dawa una, una chanjo, utatumia kiasi gani mpaka wanaingia sokoni? Kwa hiyo ni kipande tu hicho cha mtaji wa kuku, sikuzungumzia miundombinu ya ufugaji sikuzungumzia miundombinu ya ufugaji wa kuku hapana, sikuzungumzia miundombinu, nilikuwa nazungumzia mtaji tu wa kuku, vifaranga vyako mia, toka umeviingiza ukavilea ukavihudumia mpaka unawaingiza sokoni, kwamba sasa unauza, utatumia kiasi gani, ili kwamba yule anayetaka kufuga mia tatu anayetaka kufuga mia nne atakuwa anahitaji kuwa na kiasi gani cha pesa ili kiweze kutosha kutoka mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi, anawaingiza sokoni. Kwa hiyo, kama nilisema mia, unaweza ukatumia laki sita au mpaka laki sita na ishirini. Unataka sasa kufuga mia tatu, maana yake utachukua ile laki sita na ishirini mara tatu, ndio utapata mtaji wa kuku mia tatu, chakula dawa, chanjo mpaka unawaingiza sokoni. Naomba nieleweke hapo. Nilikuwa namaanisha ninazungumzia mtaji wa kuku, sizungumzii miundombinu ya ufugaji kuku. Ninapozungumzia miundombinu namaanisha banda, ujenzi wa banda eh, ununuzi wa vyombo, mabeseni, vyombo vya kunywa maji eh. Sikuzungumzia hivyo vitu, mkaa, sijui Yaani, kuna vitu vingi hapo watu wamezungumza, taa za joto nini. Of course unapozungumzia kuingiza vifaranga lazima uzingatie joto. Sasa joto, wewe ndio utajua chanzo gani cha joto utakitumia, iwe ni mkaa au taa ya joto, hita. Wewe hiyo sikuhitaji sana kuizungumza ambayo inaenda sambamba kabisa na ufugaji wako wa kuku katika mtaji wako wa laki sita. Sasa sikuweza kuzungumzia kwa sababu kama mimi joto langu chanzo changu cha joto ni kuni na nina kuni nyingi tu hapo ndani. Siwezi kukupa makadirio. Mimi nachukua nachukua magogo ya kuni na yaweka pale na washa napata mkaa wa wiki vifaranga wangu. Kwa hiyo siwezi kukupa hesabu ya joto. Siwezi kukupa hesabu ya Siwezi kukupa hesabu ya joto. Siwezi kukupa hesabu ya, ya mkaa. Siwezi kukupa hesabu ya hita. Hiyo ni wewe tu ni kujiongeza tu. Mimi nilikuwa nakupa mtaji wa kuku. Unatakiwa uwe na shilingi ngapi? Na hasa nilikuwa nawalenga wale wafugaji wapya ambao wanatamani kufuga, nianzeje? Natakiwa niwe na shilingi ngapi? Maswali kama hayo ndio nilikuwa nawajibu, unatakiwa uwe na kiasi hiki. Utafugia jikoni, utafugia sitting room, utafugia chumbani. That is none of my business. Sikuwa huko. Hiyo ni miundombinu. Unapo wewe uweze kaniambia eti nataka kufuga niwe na mtaji kiasi gani, wakati ujui wapi utafugia jamani? Mimi najua ukiniambia unataka kufuga maana yake tayari una banda, una eneo, una banda, una eneo, unaona una kila kitu kinachohitaji kuku kuishi salama mwanzo mwisho. Kwa hiyo nimekuja kuklarify baadhi ya vitu hapa. Sikuzungumzia miundombinu ya ufugaji, nilizungumzia mtaji tu wa kuku. Mtaji tu wa kuku uwe na shilingi ngapi unaweza ukaingiza vifaranga mia kwa kuanza? Na mimi mara nyingi huwa nawashauri wafugaji wapya wanaoanza wasianze na vifaranga wengi, watakupa stress, na ndio maana nilichukua makadirio vifaranga mia. Wewe ukitaka kuanza na elfu moja anza, ukitaka kuanza na elfu mbili wewe anza tu, lakini mimi nashauri nyie mnaoanza, at least uanze na vifaranga mia upate uzoefu baadaye ukifanikiwa ongeza mia mbili ukifanikiwa ongeza mia tatu hivyo lakini sio kwa sababu tu una hela basi unaagiza agiza, ujari, tu bora kuagiza hata hela inapotea wewe ujali kwa sababu tu una hela It's none of my business ni wewe lakini nilichokuwa nazungumzia hapo ni kuku na sio miundombinu ya ufugaji wa kuku siwezi kukufanyia bajeti ya miundombinu kwa kweli siwezi kukufanyia bajeti ya miundombinu kila mtu ana gharama yake katika kuandaa banda. Ukiuliza banda langu mimi hapa, karibu milioni nane nimetumia banda langu, yani tena zaidi ya milioni nane kwa sababu nimejenga ukuta, nimejenga tofali za kuchoma. Unanielewa, nimejenga tofali za kuchoma, msingi nilimimina ni, ni, ni, ni, ni, ni kwa zege. Unanisoma? Kwa sababu mimi nililenga kuandaa banda la muda mrefu, sikulenga kuandaa banda la artificial. Nili, nili, nililenga kuandaa banda la muda mrefu, unanielewa. Anytime naweza nikabadilisha matumizi, unanielewa vizuri. Kwa hiyo siwezi kukufanyia makadirio banda langu mimi, labda uwe na milioni kumi ndio uwe umeandaa ile banda. Kwa sababu hapo ndani lina nyavu nyavu za kuku, we, wanaita chikeni waya, lakini kuna waya mesh nyingi lakini kuna zile nguzo zile anaziita nguzo za nini, zile nguzo ambazo haziliwi na mchwa, zile ninunua kwa bei kubwa kweli kweli. Nikikufanyia mahesabu hapa, wala hautaelewa, hautaelewa. Ukiwa na milioni kumi unaweza ukapata banda kama la kwangu mimi. Banda langu ni nyumba, vyumba vinne, vyumba vinne. Nimeezeka bati, unanielewa, nimepiga sakafu, unanielewa, nimepiga lipu nimepatish nimezigawa zile nyumba vyumba. Kwa hiyo siwezi tu nikakurupuka hapa nikakuja nikakupatia eti mtaji laki sita wakati banda halipo ndani na, na mtaji wa tam mtaji wa mtaji wa banda. Hajanuliza kuhusiana sio, kama naeleweka hapo. Hajanuliza kuhusiana na banda, amesema ili apate vifaranga vyake mia chakula nini, mpaka anawaingiza sokoni shilingi ngapi. Kwa hiyo nimekuja kurahisishia hivyo, lakini mambo ya miundombinu hiyo ni ya kwako. Unaamua wewe ujenge banda la shilingi laki tatu, ujenge banda la shilingi laki tano, ujenge banda la shilingi ngapi? Ni wewe, mfuko wako. Mimi siwezi kukuambia chochote, ila ukiniambia unataka uone banda langu, nitakwambia scroll down, kuna mabanda yangu hapa, nime nimeshoot zaidi ya mara tatu, nimeweka umo. Scroll down utakuta mabanda yangu, utaangalia kwa uzuri kabisa, utaona na jinsi nilivyowatandikia mle ndani, kitanda floor yao nini, kila kitu, kinyesi kinashuka chini, mimi nafanya kuvuta tu na reki hivi. Navuta tu na reki hivi. Ni, ni, ni miundombinu ambayo mimi niliona itanisaidia kuweza kufanya usafi kwa urahisi. Niliona itanisaidia kuwaepusha kupata magonjwa ovyo ovyo. Ndo maana wanakaa juu, kinyesi kinadondoka chini, baada ya wiki labda kama wako wengi, baada ya wiki au baada ya wiki mbili unatoa uchafu. Lakini kama wako mia unaweza ukakaa hata mwezi ndo unavuta ile mbolea na unapata mbolea ya maana yani. Si kama inaeleweka? Samahani sauti yangu leo sio nzuri sana na kifua. Kwa hiyo ndio hivyo. Habari ya miundombinu hiyo jamani, haipo. Miundombinu ni separately hiyo. Ni wewe jipange namna ya kufanya, unafanyaje miundombinu. Hauwezi kutafuta mbebeo wakati una dalili hata ya mimba. Ndugu yangu, unakuwa una mimba eh, unakuwa umejiandaa na nini, ndo unaanza kutafuta mbebeo, au unaanza kutafuta ma madishi Ha, unaanza kutafuta mipira kwenda kujifungulia. Hauwezi kwanza kutafuta mipira kujifungulia hata dalili ya mimba, una unaenda mwezi kila mwezi. Wewe bwana, acha kabisa hizo mambo, hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo sikuwepo hapa kwa ajili ya kukupa miundombinu ya ufugaji, nilikuja hapa kwa ajili ya kukupa tu yule mfugaji anayetaka kuanza, nimsaidie yeye anaweza akafanyeje. Ak... akawa na shilingi ngapi akaweza kuingiza vifaranga wale wachache, ili aanze, imtie moyo, aweze kuanza kujifunza kidogo kidogo, taratibu taratibu. Ndo nilikuwa na maanisha hivyo kuhusiana na maandalizi ya ufugaji. Ni long process, very long process, sio kwamba unaanzia tu mara moja tu ghafla. Ah, hapana, lazima uwe na deliberate plan uwe na na, na na na na, na, miundombinu ambayo umeiandaa then ndio unaanza kuangaika kutafuta kuku. Unazungumzia kuku hata banda una, ndugu yangu, hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo kama hauna banda na unataka kufuga, fikiria kwanza sasa kutengeneza banda. Tengeneza banda lako vizuri, banda lilo safi salama kwa kuku wako. Andaa miundombinu yote nayotakiwa, kama ni zile singboard za kutengeneza keji humo ndani, artificial keji, kila kitu andaa. Then sasa ndo tafuta jamani, kampuni gani nitapata vifaranga vizuri? Then watu tutakusaidia. Ukitaka vifaranga vizuri, nenda kampuni fulani, kampuni fulani, kampuni fulani. Jamani chini natandika nini? Tutakwambia kuna malanda ya mbao, kuna malanda ya mpunga. Tandika chini alafu jiweka magazeti ili wale vifaranga wakija kukaa pale juu ma, yale malanda yasiwakate kwa sababu nyayo zao bado laini sana. Unaweka magazeti. Baada ya siku mbili tatu unatoa magazeti, unawacha nyayo zao zinakuwa zimesha komaa. Hivyo tunakuelekeza. Sasa, ndugu zanguni, mi nawapenda sana. Nikuja tu kwa ajili ya kuklarify hiyo ambayo nimeona kwenye comment, watu wamepata shida, inawasumbua hawajanielewa. I love you so much.